Ni kwa nini askari wamekuwa hawatimizi wajibu wao hasa kwa viongozi wa kisiasa wakiwemo waheshimiwa wabunge? Swala la pili, ni kwa nini serikali isitoe maelekezo au waraka kwa askari wake ili swala hili liwe linakwenda sambamba utekelezaji wake na viongozi wengine ambao tayari wamewataja katika waraka huu. Naomba nimfahamishe Mheshimiwa mbunge kwamba askari wote wanafahamu kwamba wanatakiwa kufanya hivyo na askari yeyote ambaye atapatikana na kosa la kutotimiza matakwa hayo ya kanuni zao, kawaida huchukuliwa hatua za kinidhamu ikiwa ni pamoja na kukatwa mshahara, adhabu ya kutoondoka kambini, inaitwa confinement to barracks, adhabu ya kucheza paredi, lakini vile vile adhabu ya kufanya usafi kambini au inaitwa extra, extra duties. Lakini nimweleze mheshimiwa mbunge pamoja na e, waheshimiwa wabunge wengine kwamba mara nyingine unakuta kwamba sio rahisi askari akafahamu kwamba mheshimiwa ni mbunge, lakini vile vilevile e, askari unaweza ukakuta kwamba katika, katika namna alivyokutana na mheshimiwa mbunge anaweza e, asi, asimtambue kwa sababu aidha hauko na bendera kwenye gari lako, lakini vile vile ukienda kwenye mazingira na kufanya vitendo ambayo hayaendani na nafasi yako ile ya ubunge unakuwa ni, inakuwa ni vigumu iku kupigia saluti. Kwa hiyo vile vile niwaombe sana waheshimiwa wabunge kwamba saluti hiyo tunastahili kwa sababu ya heshima ya cheo na dhamana ambayo tumepewa kama viongozi. Kwa hiyo tunaomba badala tu ya kudai saluti, lakini vile vile tuwe viongozi e, wanao e, wenye maadili ya uongozi. Na sasa kama usipopewa heshima e, hiyo ni rahisi kurepoti askari yule e, kwa waku, e, wakubwa zake na akachukuliwa hatua, lakini kama nilivyosema, askari wetu wote wanafundishwa kuhusu hizi e, orders na mara nyingi wanatekeleza. Swali la pili kwamba e, kwa nini serikali isitoe maelekezo e, e, wa, e, askari waweze kufuata taratibu hizi, naomba nitumie fursa hii e, kwa askari wote nchini wahakikishe kwamba wanafuata Police General Orders namba 102 ili waweze kutenda yale yote ambayo wanatakiwa kufanya ikiwa ni pamoja na kutoa saluti kwa viongozi wote kama wanavyotakiwa. Asante.